Azam Media tunatambua thamani ya mpira, lakini tunatambua pia thamani ya mashabiki kuweza kuangalia mpira ambao ni bora. Na ndio maana kwa muda wote tumejikita kwenye kuendelea kuwekeza kwenye teknolojia na kuhakikisha kwamba matangazo ya mpira wa miguu yanaweza kuonekana kwa kiwango cha HD, lakini pia kutumia kamera za 4K na teknolojia nyingineyo ya kisasa ili kuwezesha matangazo kuwa katika, katika ubora na hali ya juu. Tuna magari ya kutosha na tumejipanga vizuri kuhakikisha kwa kwamba katika mechi za raundi ya um, 29 pamoja na 30 zote kwa pamoja uh, kwa kuwa mechi zitachezwa kwa pamoja zote zitakuwa live, na kuwa live kwa mantiki ya kwamba si live ya kubabaisha kama miaka ya nyuma iliyopita, ni live ambayo itafanywa na kuanzia kamera tano kuendelea ili kuhakikisha kwa kwamba angle zote zinaweza kuonekana vizuri. Hiyo ni mechi ambazo zina ushindani kubwa. Kuna wale ambao wanakwenda kuporomoka daraja. Kuna wale ambao anagombea nafasi za juu katika ligi. Kila mmoja anamwangalia mwenzake kwa jicho la kuona atafanya nini, lakini ni, ni, ni pekee TV ndio imekuwa ni, ni shahidi mzuri kuweza kuonyesha kwamba mpira uliochezwa umechezwa kwa, uh, kwa kiwango gani. mtn hata leo tunavyozungumza, pamekuwa na harakati nyingi za wachambuzi wengi wakijaribu kuonyesha makosa ya kiufundi na dosari za baadhi ya waamuzi. Hii ni kutokana na ubora wa televisheni katika mechi za mwisho. Uh, tumejipanga vizuri na tutahakikisha tutakuwa na promotion ya kutosha, na kuweza kuzionyesha na kuzi highlight mechi zenyewe, lakini pia kuhakikisha tunawatumia wawakilishi wetu wa mikoani uh, kuweza kuungana na mashabiki wetu katika mikoa mbalimbali ya Tanzania ili waweze kuzizungumza timu zao. Tunajua pia wana kiu ya kuweza kuona timu zao zinasalia katika ligi kuu. Wakati huu huu, Azam TV imepata haki za kuonyesha mbashara michuano ya kombe la dunia la klabu itakayofanyika Juni 14 hadi Julai 13 mwaka huu nchini Marekani. Afisa mwendeshaji mkuu wa Azam Media Limited divisheni ya maudhui na utangazaji, Yahya Mohamed amesema watazamaji wa Azam TV watapata uhondo huo wa kombe la dunia la klabu uliochagizwa na ushiriki wa Stefan Nazizikii na Seleman Mwalimu wanaocheza katika klabu ya Widad ya Moroko kwa sisi ni faraja na ni nafasi bora sana kuambia tutawaonyesha michuano yote hii live katika luninga, na kikubwa wa Tanzania wanataka kuziona club zao za Afrika ambazo kulikuwa, kuna minongono minongono, pengine ingewezekana na mmoja kati ya vilabu vikubwa vya Tanzania vingepata kushiriki katika michuano, lakini bahati mbaya utaratibu uh, hauendi hivyo. Labda mwakani inshallah, tuendelee kupambana kuweza kufika katika, katika renki hizo na kuweza kushiriki. Kuna miamba minne mikubwa wa Afrika ambao wanashiriki na karibu wote nafikiri wamesha cheza hapa nyumbani na vilabu vyetu, kwa hiyo wengi wanawafahamu na wanajua kandanda lao, lakini pia wameweza kutengeneza baadhi ya mashabiki katika katika katika ardhi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo ni nafasi nzuri kwa Tanzania kushuhudia, lakini pia kuna vilabu ambavyo tuna ligi tunazitangaza kama Saudia, kuna klabu ya, ya, ya, ya, ya Al Hilal watakuwa pia wanashiriki, miongoni mwa vilabu ambavyo vimepata umaarufu mkubwa sana katika ligi ya Saudi Arabia. Lakini si tu hivyo, ukiona vilabu vikubwa kama Manchester Real Madrid, Chelsea ambao wanashiriki wataongeza chachu. Kwa hiyo kuziona klabu hizi ambazo wamekuwa hawazipati ladha katika katika chaneli mara kwa mara, kuna nafasi kubwa kwa wateja wa wetu wa Azam kusubiri hili, lakini pili kusubiri uchambuzi ambao ni bora wa wachambuzi wetu ambao tumewa line up kuweza kuifanya kazi kwa ubora zaidi, lakini pia matangazo haya katika kiwango bora cha HD. Ukiwa unayapata katika kiwango cha HD, hata ukiwa na skrini yako kubwa nyumbani, unaangalia. Um, licha ya mambo mengine lakini pia ni burudani tosha, na kufanya kuendea kutunza macho yako alwata. Kama unaweza kutunza macho yako kuangalia vitu bora, basi Azam ndio nyumbani kwao.